Bwana Yesu asifiwe. e, Mungu wa baraka. Ili nitembee na Mungu ni lazima nidumishe mawasiliano na yeye. Lakini nitadumishaje mawasiliano na Mungu? Ni kwa njia ya maombi. Tunapoomba tunatengeneza muunganiko wa sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara Mungu mwenyewe anasema unikumbushe, tuojana eleza mambo yako ili uweze kupewa Haki yako. Ni jambo gani hilo gumu lisilowezekana kwa Bwana? Kumbe ili tuone Mungu mambo yote anayaweza, ni lazima tutengeneze mawasiliano yetu sisi na yeye kwa njia gani? Ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatamani tumtafute sana. Anatamani tumuombe sana. Na Bwana anasema ombeni bila kukoma. Tutaombaje bila kukoma? Ni kutengeneza mawasiliano yetu sisi na yeye yakue ya ukaribu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani sana tusiwe ni watu wa kuyakimbia maombi. Ni njia mojawapo ya kutengeneza mawasiliano yetu sisi na Mungu kwa ukaribu. Tunapokuja kuomba mahali hapa, Bwana anasogea, anakuwa karibu na sisi. Zile shida tulizonazo, au uhitaji tulionao, zile haja tulizonazo, Bwana anazitimiza kwenye haya maombi. Sindio? Yaani, wewe siwezi nikakulazimisha kuabudu bwana kama ninavyoabudu mimi. Kiwango chako cha kumjua Mungu mimi sikijui, wewe unajua ni namna gani unamjua Mungu, ni namna gani unamwelewa, uta, utaabudu utaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana wewe uwe ni mtu unayedumisha mawasiliano na Mungu. Ukiwa unahusiana na Mungu hauta kuwa unashangaa ibada naendani, sindio? Utaambia Bwana, ninatamani leo nikutane na wewe ninatamani Bwana useme na moyo wangu. Utasema naye kwa njia gani? Ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofungua ibada, tunapoabudu, ili tuelekee kumwomba Bwana, tunapomwomba Bwana tunatamani mawasiliano yetu sisi na yeye yawe ya ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida tunazo. Na mwana mmoja akasema mabinti wameanza kuja kuomba kanisani kwa sababu wana shida fulani na fulani. Ni kweli hizo shida tunazo mwenyewe ulikuwa nazo, si ndio? Lakini sio hizo tu ambazo zimetuleta kuomba Bwana. Tuna ma, tuna mahitaji yetu mengi na ya kutosha kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametujibu kwa njia nyingi sana. Natamani iwe ni shauku yako wewe leo. Mwambie Bwana, ninazamilia ndani ya mwaka 2026. Mimi sitakuwa yule tena. Wakisema tuabudu, ninashangaa wanaabuduje. Wakisema tunasifu, ninashangaa wanasifuje. Wakisema tukiwa tunasifu, nani anasema hakika Bwana ni Bwana? Kwa sababu gani? Ameshamwona Yesu. Sio yule wa kwenye TV, si ndio? Jamani, amemwona Yesu ni wa matendo ya ajabu. Yeye ni Jehova. Nani Jehova? Sha Jehova, Adonai ukishasema Adonai, ukisha Adonai simaanake yeye aliumba hakuumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Wa ninatamani sana tuitambue nafasi ya Mungu maishani mwetu. Lakini ili Mungu aendelee kutembea na sisi, tutengeneze shauku ya kuweka mawasiliano yetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wa natamani hayo ni maombi yetu. Tusiwe ni watu ambao tunatengeneza makwazo kwa watu wengine. Wewe mwambie Bwana, ninatamani. Uweka tu malengo yako. Huu mwaka 2026 nitakuwa mtu wa maombi. Huu mwaka nitakutafuta Bwana, maana Bwana amesema, nitafuteni maadamu napatikana, niiteni maadamu ni karibu. Lakini akatoa shaitani mtu mbaya aanjia za na anirudie sivyo? Eh, ukitaka kutafuta Bwana ni lazima kuna njia zingine usiache, japokuwa ni gharama kubwa unailipa, lakini acha ile gharama uilipe, ila wewe tengeneza mahusiano yako na Mungu yawe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana kila mmoja nikuwa naambia Mungu, natamani kila mmoja atengeneze shauku ya kukutafuta. Kuna watu kele tuli tunaoanza Roho Mtakatifu alikuwa moto, wanafurika, lakini nafika hatua tunamzimisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuwa makini sana na uwepo wa Mungu, kuwa makini kutunza uwepo wa Mungu. Ili utembee na Mungu ni lazima utunze wanaishi wasifiwe. Huwezi kukatemia Mungu kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu, utaiona kazi. chuki zinaingia, sio jamani, kusemana tunaingia hapo, kugombana tunaingia hapo, kwa sababu gani? Hatujakubali kutunza uwepo wa Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana kama kanisa tutunze uwepo uwepo wa Mungu, Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha thamani sana. Ndio unaweza kuona wanaanza kuabudu, wanakuujika wana wanafurahi kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yao Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama amekuujika kama